Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Natumai mzima msikilizaji, leo ni Jumanne ya Juni 10, 2025. Mimi ni Leonard Mubali, karibu katika Amka na BBC, katika Amka na BBC asubuhi Wizara ya ulinzi ya Marekani maarufu kama Pentagon yathibitisha kuwa rais Donald Trump kuwatuma wanajeshi wapatao elfu mbili kuzima maandamano makubwa yanayoendelea huko Los Angeles dhidi ya uvamizi wa wahamiaji. China yaanza majaribio ya teknolojia ya uendeshaji magari makubwa ya mizigo bila kuwemo dereva ndani ya magari. Na katika gumzo hii leo utasikia kuhusiana na mazungumzo ya usuluhishi wa vita vya kibiashara kati ya Marekani na China yanayoendelea jijini London nchini Uingereza, na Je, mwelekeo wa mazungumzo uko je hadi sasa? Kuna kuonekana kwamba kuna hatua zitakazopigwa, lakini inaingia siku ya pili hii leo kuona yatachukua mwelekeo gani. Marekani imeonyesha ime kidogo kusikiliza China na kulegeza misimamo yake. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari na Caro Robi. Shukran, mobali gavana wa California amesema amearifiwa kwa wanajeshi elfu mbili zaidi watatuma mjini Los Angeles kufuatia siku kadhaa za makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama kuhusu misako ya kuwakamata wahamiaji. Rais Donald Trump amesema anatuma wanajeshi wa majini wapatao mia saba kuwalinda askari na majengo ya serikali. Hata hivyo, gavana Gavin Newsom ameitaja hatua hiyo ya Trump kuwa ni kutimiza ndoto ya rais dikteta, huku mwanasheria mkuu wa California akimshtaki rais Trump kwa kutuma majeshi jimbo Maafisa wa Ukraine wanasema mji mkuu Kiev na mji wa bandarini wa Odessa imeshambuliwa vikali na ndege za Urusi zisizoendeshwa na rubani. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amewaomba wakazi wa mji huo kusalia majumbani mwao. Walioshuhudia mashambulizi hayo wanasema kulikuwa na milipuko kadhaa na milio ya risasi. Gavana Odessa Oleg Kipa amesema mtu mmoja ameuawa na wanne wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Jeshi la Israeli limewataka wakazi wa maeneo wa matatu yanayodhibitiwa na wanamgambo Huusi nchini Yemen kuondoka mara moja. Florian Kaijage na taarifa zaidi. Msemaji wa jeshi amewataka watu wanaoishi Ras Isa, Odeida na Salif kuyahama makazi yao kwa usalama wao. Onyo hilo linaonekana kuwa ni matayarisho ya Israel kuvishambulia vituo vinavyotumiwa na wahuthi wanaoungwa mkono na Iran kufyatua makombora kuelekea Israel. Wanamgambo hao wanasema mashambulizi yao yananuia kuwaunga mkono wa Palestina wa Gaza. Mexico imenasa takriban tani 42 za dawa za kulevya ya methamphetamine wakati wa msako uliolenga maabara zinazoendeshwa kinyume na sheria katika jimbo la Michoacan. Dawa hizo zilizonaswa zinakadiriwa kuwa za thamani ya dola za Marekani milioni 50. Shirika la kudhibiti dawa la Marekani linasema magengi ya uhalifu ya Mexico ndio wasambazaji wakubwa wa dawa ya methamphetamine inayoingizwa Marekani. Nguni sasa inapatikana barani Afrika ikiipika Ulaya kwa mara ya kwanza. Kituo cha utafiti cha Pew Research Center, katika ripoti yake mpya inasema kufikia mwaka 2020 asilimia 30 ya Wakristo wanaishi kusini mwa jangwa la Sahara ikilinganishwa na asilimia 22 Wakristo waishi ya Ulaya. Utafiti huo umeelezea sababu ya ongezeko hilo kuwa kupungua kwa wanaojihusisha na dini Ulaya na kukua kwa idadi ya wanaozaliwa Afrika. Hii ni BBC. Muktasari wa habari umesomwa kwako na Carol Robi. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio washirika na internet katika bbcswahili.com na kwenye mtandao wa Facebook andika BBC Swahili. Unaweza kufuatilia matangazo haya pia kupitia radio washirika nchini Tanzania ni Radio One, Radio Free Africa na Zenj FM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Count FM na Nyota FM. Uganda, tusikilize kupitia Voice of Karamoja na Radio Kitara na uko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tusikilize kupitia Radio Muungano Beni. Mimi ni Leonard Mubali. Wizara ya ulinzi ya Marekani maarufu kama Pentagon imethibitisha kuwa rais wa taifa hilo Donald Trump anatuma wanajeshi wengine elfu mbili na kuweka kwenye hali ya utayari wanajeshi wapatao mia saba wa jeshi la wanamaji ili kukabiliana na maandamano makubwa yanayoendelea huko Los Angeles dhidi ya uvamizi wa wahamiaji. Trump ametetea uamuzi wake wa kupeleka walinzi wa kitaifa huku gavana wa California Gavin Newsom akiushtaki utawala wa Trump kuhusu hatua hiyo. Esther Lwambano na taarifa zaidi. Maandamano yalianza nje ya jiji la Los Angeles Ijumaa baada ya kuibuka maafisa wa utekelezaji wa forodha ya uhamiaji ICE waliokuwa wakifanya uvamizi na kuwasaka wahamiaji katika jiji lote. Ni jambo la nadra sana kwa wanajeshi wa Marekani kuhusika katika utekelezaji wa sheria za ndani. Rais Trump anasema hatua hiyo ni muhimu kwa sababu wahamiaji wanachukua nafasi nyingi muhimu nchini humo. He's let people come in by the millions. Tafadhali waache watu waje kwa idadi kubwa ya mamilioni, kwa sababu idara yenu ya elimu na hata polisi wanazidiwa nguvu. Angalia kinachoendelea. Anapaswa kufurahi kwa sababu nimepeleka jeshi. Nisingefanya hivyo, kungekuwa na matatizo makubwa ambayo hatujawahi kuyaona kwa miaka mingi. Machafuko hayo yameenea zaidi katika eneo dogo katikati mwa jiji karibu na jengo la serikali na jumba la jiji, ambapo maafisa wa kutekeleza sheria walifyatua risasi za mpira ili kutawanya umati mkubwa wa waandamanaji. Idara ya usalama wa taifa ilisema katika taarifa kwa vyombo vya habari kwamba wahamiaji waliozuiliwa katika uvamizi wa hivi majuzi wa Los Angeles ni pamoja na watu waliopatikana na hatia ya uhalifu wa ngono, wizi, na mashtaka yanayohusiana na dawa za kulevya, ikiwa ni kati ya makosa mengine. Namna hiyo ni taarifa yake Esther Luambano. Kwingineko ni kwamba makumi ya wanaharakati wamefanya maandamano nje ya chumba cha kuhifadhi maiti katika mji mkuu wa Kenya Nairobi, kufuatia kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka thelathini na mmoja akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Kifo cha Albert Omondi Ojuang kimezua taharuki nchini Kenya. Alikamatwa kufuatia malalamiko ya naibu mkuu wa polisi aliyemshtumu kwa kumharibia jina kwenye mitandao ya kijamii. Katika taarifa ya awali polisi walisema Ojuang alipata majeraha kichwani baada ya kujigonga kichwa chake kwenye ukuta wa mahabusu alipokuwa akishikiliwa. Hata hivyo, wakili wa familia ya Ojuang Julius Juma anasema mwili huo ulikuwa na dalili za majeraha makubwa ya kimwili ikiwa ni pamoja na kuvimba kichwa, pua na masikio. Zaidi na Florian Kaijage. Bwana Juma pia alitaja michubuko kwenye mabega na mikono ya bwana Ojwang, majeraha ambayo alisema hayaendani na athari moja zaidi ya kujigonga ukutani. Mamlaka huru ya kusimamia polisi nchini Kenya IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu kifo chake. Wakiwa wamebeba mabango na kuimba acheni kutuua, umati uliandamana nje ya chumba cha kuhifadhia maiti cha jiji la Nairobi ambako mwili wa bwana Ojwanga umehifadhiwa. Umati huo baadaye uliandamana hadi kituo kikuu cha polisi ambacho bwana Ojwang ali kuwa akishikiliwa wakati wa kifo chake. Ojwang alikamatwa huko Homa Bay, mji ulioko magharibi mwa Kenya Ijumaa wiki iliyopita, kutokana na chapisho kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, ambalo lilidaiwa kumkosoa naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat. Baadaye alisafirishwa kwa zaidi ya kilomita 350 kwenda Nairobi kuwekwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi siku ya Jumamosi. Kulingana na bwana Kanja, bwana Ojwang alikamatwa baada ya bwana Lagat kuwasilisha malalamiko kwamba jina lake linachafuliwa shinikizo la umma linaloongezeka, bwana Kanja alitangaza kwamba maafisa wakuu katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi wamekamatwa. Msemaji wa polisi Michael Muchiri ameiambia BBC kuwa hii inamaanisha kwamba maafisa hao hawakuweza kutekeleza majukumu yao na wangepokea nusu ya mishahara yao wakisubiri matokeo ya uchunguzi wa IPOA. Akizungumza katika mkutano na wanahabari, Inspekta Jenerali Kanja alisema pia watawapa wachunguzi ushirikiano na msaada wote muhimu kutatua shauri hilo. Polisi walisema Ojwang alipatikana akiwa amepoteza fahamu wakati wa ukaguzi wa kawaida wa mahabusu na kukimbizwa hospitalini ambapo alitangazwa kuwa amefariki dunia alipofika tu hospitali. Mkurugenzi wa Amnesty International tawi la Kenya Irungu Houghton aliambia BBC kwamba kifo cha bwana Ojwang kinatia shaka sana. Ni jambo la kushangaza sana kwamba bwana Ojwang hakuwekwa katika kituo cha polisi cha eneo hilo baada ya kuzuiliwa, badala yake alisafirishwa kwa safari ndefu. Siku ya Jumapili alitoa wito kwa wachunguzi huru kulinda kile alichokiita kama eneo la uhalifu katika kituo cha polisi jijini Nairobi. Ni Florian Kaijage. Je, umehangaika kupata bidhaa zinazofaa kuitunza ngozi yako na kuifanya ikufurahishe? Ukweli ni kwamba bidhaa nzuri za utunzaji wa ngozi na utaratibu mzuri wa utunzaji wa ngozi ni muhimu ili kuwa na ngozi ya kufurahisha na yenye afya. Mwandishi wetu Dina Gahamanya amezungumza na daktari bingwa wa ngozi Margaret Gachanja kutoka Nairobi. Unapochagua bidhaa ya ngozi yako, anza kwa kuelewa kwanza aina ya ngozi yako. Je, ni ya mafuta, ni kavu, au inayokera kwa urahisi? Unafaa uchague bidhaa iliyo laini yenye viambato rahisi vinavyolainisha na kulinda ngozi yako. Inapaswa tu uepuke bidhaa zenye manukato makali au kemikali hatari. Bidhaa nzuri inapaswa kufanya ngozi yako ijisikie laini na tulivu, sio ngumu au kuungua. Unaweza kujua vipi aina ya ngozi yako? Cha muhimu kujua ngozi yako, unapaswa kwanza kuosha uso wako, alafu unangojea kama dakika thelathini. Unatazama, ukiona ngozi yako ina metameta ama inakaa imepakwa mafuta, hiyo inaonyesha uko na ile ngozi ya mafuta, yani oily skin. Ukiona ngozi yako imekauka, inaonekana imevurutwa, yani tight, inamaanisha uko na ngozi ile tunaita dry skin. Na ukisikia ngozi yako inaungua na pia imekauka sana, tunaweza sema ngozi yako ni ile sensitive. Cha muhimu ni kuepuka bidhaa zenye pombe kali, manukato yenye nguvu, au krimu zinazotumika kutoa rangi kwa ngozi. Baadhi ya bidhaa hizi zinaweza kuharibu ngozi yako au kusababisha matatizo ya kiafya ya muda mrefu. Ngozi yenye afya haihitaji muda haraka wa kutibu. Kuwa makini na bidhaa zinazodai kutoa matokeo ya haraka. Ngozi yenye afya inahitaji muda na utaratibu. Wewe kama daktari, ni changamoto gani ambazo wao wanakabiliana nazo katika labda kuwatibu watu wagonjwa? Ambao wanakuja kukuona huwa wanapenda kutumia bidhaa nyingi wakati mmoja, hawapati muda kwa hiyo bidhaa kufanya kazi, wanakimbia kwa haraka, wanatumia bidhaa nyingi. Kitu kingine ni watu kutozingatia aina ya ngozi yao, wanatumia bidhaa ambazo haziambatani na ngozi yao. Namna hiyo ni daktari bingwa wa ngozi Maligereti Gachanja akizungumza na Dina Gahamanyi. Na sasa firimbi, tuende viwanjani na Omari Mkambara. Unatunza ngozi yako, asante. Natuza. <laughs> Natuza. <laughs> <Zangusiyaku>. Asante unzzibaamoja <laughs> <hanim. laughs> <laughs> wa asante, shukra, shukra, shukra, shukra yes, eh. Asante mubali na, moja kwa moja tuanze na taarifa za michezo ya kufuzu kwa fainali za kombe la dunia la mwakani. Estonia walikubali kuchapwa nyumbani na Norway kwa goli moja kwa bila, wakati wa Italiano, wa Italiano Azuri wao wakishinda goli mbili kwa bila dhidi ya Moldova. Kazakhstan wakachapwa na Macedonia Kaskazini kwa goli moja kwa bila. Ubirigiji wao waliweza kuibuka wababe goli 4 kwa tatu dhidi ya Wolves. Goli dakika 88 la Kevin De Bruyne ndio ambao iliwapa Ubelgiji ube, ube ushindi katika mchezo huo, lakini Croatia wao waliweza kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila tano kwa moja dhidi ya z Czech, wakati visiwa vya Faroe wakishinda kwa goli mbili kwa moja uh, dhidi ya Gibraltar. Na tukisalia katika michezo hiyo ya kufuzu kwenye kombe la dunia uh, maafisa wa Marekani wamehakikishia mashabiki wa kandanda duniani kote kwamba watakaribishwa katika mashindano ambayo yatafanyika mwakani nchini Marekani, licha ya wasiwasi unaendelea kuhusu upatikanaji wa visa baada ya, ya, ya, ya masakata ambayo yanaendelea Marekani. Maafisa wamesema utawala wa Trump unaunga mkono kwa asilimia 100, 100 moja, na watu wengi wataingia Marekani kwenda kutazama michuano ya kombe dunia ambayo mwaka 2026 itafanyika kwa ushirikiano mataifa matatu ya Marekani, Kanada pamoja na Mexico. Lakini hekaheka heka pia kujiandana kwa dunia ilikuwa ikiendelea katika michezo ya kirafiki ambako Algeria walicheza na timu ya taifa ya Rwanda na Algeria waliweza kuibuka na no ushindi wa goli mbili kwa b na mchezo ambao ulipigwa hapo jana usiku. Lakini Morocco pia na walicheza mechi ya kirafiki dhidi ya Benin na Morocco akaweza kushinda kwa goli moja kwa bila. Katika mchezo tenisi, ambako nyota wa zamani wa tenisi Andy Murray amesema yuko tayari kurejea tena katika ukocha, lakini anasema bado ana mengi kujifunza kujua jukumu hilo. Murray mwenye miaka 37 alistaafu kucheza tenisi mwaka 2024 ajili ya michuano ya Olympic, na alikuwa ni sehemu ya timu ya ukocha akiwa anafanya kazi na mpinzani wake Novak Djokovic. Hata hivyo alianza kazi mwaka jana mwezi Novemba na alitimuliwa mwezi Mei mwaka huu, na hivyo Murray akabaki hana team, na anasema kwa sasa atakuwa anatafuta timu mpya kuweza kuifundisha kutokana na kufanya mazoezi ya kutosha peke yake. Asante bwana. Kwa heri leo, nini asante tu. Ashukrani. <laughs>